Ujambo na karibu langu. Jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapochipuka. Taarifa ambayo imenifikia kwa sasa ni kwamba Osoro ambaye ni mbunge amesema ya kwamba Matiang'i anapaswa kuomba msamaha kwa niaba ya mrefu baada ya mrefu kumdhalilisha Jerusha manyi kwa kudai kuo avai suruali ya ndani. Kulingana na Osoro ni kwamba amefanya kazi na Jerusha kwa miaka mingi na ajawahi ona Jerusha akiwa bila suruali, akisema ya kwamba nimefanya siasa muda mrefu na Jerusha hakuna siku nimewahi muona bila suruali. Hayo ni namna namna ambavyo Osoro anavyosema. Kauli hii imekuwa tata sana kwenye mitandao ya kijamii, wakisema ya kwamba Osoro yeye aliona kuapi ama alimwonaje ya kwamba nani huwa anavaa suruali, lakini mbaya hapo ni baada ya mrefu kusema ya kwamba chierusha mumanyi avaa suruali ya ndani lakini, kulingana na Osoro, anasema ya kwamba amefanya kazi ya siasa kwa miaka mingi wakiwa na Jerusha Mumanyi, na kuna siku ambaye amemuona Jerusha akiwa bila suruali ya ndani. Hayo ndio mambo ambayo yanajibuka huko, lakini kumbuka ya kwamba kulingana na usura anasema ya kwamba, kwa hivyo Matiang'i ndiye anafaa kuomba msamaha, si mrefu. Kwani mtu mwingine anafanya makosa alafu mwingine aombe msamaha? Hayo ah, ndio mambo ambayo yanajiri, lakini yote tisa E, wacha kuendelea kunyesha, ndio tujue panapovuja. langu jina la salia kuwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi.